Wananchi wa ukanda wa Sahel, kumbuka kwamba Mali, Burkina Faso, Nia ni watu ambao wamekuwa hawaenjoi na rasilimali za nchi zao, na zile rasilimali zimekuwa kiasi kikubwa zimekuwa zikiwafaidisha mataifa makubwa ikiwemo Ufaransa. Na kimsingi ni kwamba uh, katika ukanda wa Sahel uh, Ufaransa ni mkoloni wa zamani katika zile, katika zile nchi sasa, wakina, wakina Traore, na kina, uh, wakienda kule Nija kuna kiongozi anaitwa Mohamed Tishan kama unajua, ambaye alimwondoa Mohamed Bazoum na kumbuka tulishia kuzungumza hapa kuhusu mapinduzi ya kule, ya kule uh, kama Niger, lakini tulizungumza hapa mapinduzi ya, ya ya kina Ali Bongo kule Gabon, yote ni ukanda ambao unahusisha ukanda wa Saheli. Sasa, Ufaransa amekuwa akipoteza ushawishi wake mkubwa katika ukanda wa Saheli kwa sababu hawa viongozi kama nilivyosema, wana majumui wamekuwa wa wakitaka rasilimali za nchi zao mm. ziweze kuwafaidisha wananchi wa Burkina Faso, wananchi wa ukanda wa, wa Sahel mm, kwa wanajeshi wameamua kufanya mapinduzi kwa lengo kufanikisha mapindu ukombozi wa kiuchumi katika nchi, nchi zao, lakini mm. vile ni kwamba katika ukanda wa Sahel kulikuwa kuna wale makundi tumesema ya Janjaweed, yani makundi kwa mfano ya Islamic State mm. ambayo yamekuwa yakisumbua usalama katika nchi za, za Niger, Burkina Faso, Mali na, na, na, na, na, na, na, na ukanda wa Sahel. Kwa sasa Ufaransa amekuwa na majeshi tangu mwaka 2010 na mm. kumi, lakini majeshi yale yake yamekuwa hayajaleta ustahimilivu wa kiusalama katika ukanda wa Saheli. Kwa wanajeshi wakaamua kufanya mapinduzi kwa, kwa, kwa lengo la kupambana na hawa vikosi vya itikadi kali ambavyo vimekuwa vikisumbua katika ukanda wa, wa Saheli. Lakini hoja ya pili ambayo nazungumza ni kwamba tumekuwa na Mfaransa tangu tumepata uhuru miaka ya 60, kipindi cha ukoloni na baada ya uhuru lakini uwepo wake Ufaransa haujaweza kutufaidisha katika, katika, katika namna yoyote katika ukanda wa Saheli. Kwa ameamua wameamua kuziondoa kuzi serikali za mm. kidemokrasia na kuja serikali za kijeshi. Sasa ukitazama ni kwamba hali hiyo sasa imepelekea jiografia na siasa za ushindani katika ukanda wa Saheli kuweza kuwa na misuko misuko. Kwa mfano tazama hizi nchi za equas, kuna kitu kinaitwa unaita CFA franc. i yaani, sarafu ambayo imekuwa ikitumika katika hizi ukanda wa wa saheli na hifadhi za fedha za kigeni zimekuwa zinahifadhiwa zina, zina, zina katika benki za Ufaransa, Paris na nchi za, za Ulaya kwao. Makapteni wa kina Traore wamesema hapana, lazima utajiri wetu urudi Afrika, lazima na rasilimali zetu zirudi Afrika mm. kwa chanzo cha mapinduzi, unapigania ukombozi wa kiuchumi mm. na ukombozi wa kiusalama Sawa sawa so, so, nimeona maandamano ambayo nimeyazungumza yakufanyika Burkina Faso tu. mm. mataifa kadhaa pia yaliandamana mm. uh, Ghana Liberia na mataifa mengine. nimeona pia Traore ametoa taarifa kupitia ukurasa wake wa X akishukuru wale wote ambao wameandamana wame anasema, anapenda kutoa shukrani zangu kwa wazalendo wote wanaopenda amani, wapenda uhuru na wapenda Afrika wote ambao waliandamana ulimwenguni wali kote Jumatano Aprili 30, 2025 kuunga mkono kujitolea kwetu kwa na maono yetu ya Burkina Faso mpya na Afrika mpya kujiweka huru kutoka mikono ya ubeberu mm. na ukoloni mm. Anaandika kupitia kwenye ukurasa wake wa wa X mm. e, anazungumza kuhusu ku, uh, kuitetea Afrika mm. eh, uhuru wa Afrika wote anaamini uh, kwenye hilo mm. yes na kwa kwafuna kitazama hiyo Twitter inaku, inakuonyesha kabisa kwamba ni kiongozi ambaye, kama nilivyosema, naamini katika huu wana majumuo wa, mm. wa Kiafrika. ni kiongozi ambaye naamini katika kuko, kupambana mm. na, na ukoloni mamboleo. Unajua, kuna hii dhana ambayo imekuwa ikitajwa sana na wasomi wa, wa siasa duniani mm. baada ya uhuru nchi za Kiafrika, mabepari wakaanzisha ukoloni mamboleo, unaita new colonialism, mm. kwa hiyo viongozi kama kina Traore na viongozi katika ukanda wa Sahel wamekuwa wakipambana na ukoloni mpya mm. mkongwe katika nchi katika nchi zao. Kwa mfano asilimia karibia ya arobaini ya nishati ya gesi, ya, ya, ya umeme mm. ya Ufaransa inategemea madini ya uranium katika nchi za Sahel. Sasa mm. Ufaransa amekuwa akipoteza ushawishi wake katika ukanda wa Sahel, na hapo sasa inakuja kumuibua Vladimir Putin mm. Sawa? Na kikosi chake cha Wagner Wagner, ah, yes Wagner ni kikosi ambacho kimekuwa kikiwalinda viongozi wa Sahel kuanzia Mali, Burkina Faso mm. Niger, Gabon, Kualengu, kwa lengo la kuhakikisha kwamba wanaenda kukaa madarakani. Kwa hiyo mm. kuna siasa za Sahel ni kwamba anaondoka Mfaransa kama mkoloni wa zamani na anaingia Mrusi na kikosi chake cha Wagner mm. kuja kuwalinda makapteni ki, wa, wa kijeshi.